Kampeni hii ajenda tisa mlizo nazo ni za maana na zenye kusaidia jamii yetu, kwa sababu wote tumeshuhudia tunayo magonjwa ya milipuko ambayo kikubwa yanatokana na watu kuviolate hizi ajenda tisa ambazo ndio mnatembea nazo kwenye hii kampeni. Tunaamini tutakapoendelea kuzingatia hizi ajenda, kuwa na vyo wananchi wakawa na tabia ya kunawa mikono tunaamini tunakwenda kutokomeza kabisa magonjwa ya milipuko kama ugonjwa wa kipindupindu. Lakini sasa hivi mmemsikia waziri wa afya ameitangazia Tanzania kwamba mpaka sasa hivi tunao ugonjwa wa Mpox, homa ya nyani. Tunao wagonjwa wangapi? Wawili, ambayo nafahamu kampeni hii pia itakwenda kusaidia kujikinga dhidi ya magonjwa, kwa sababu pia ugonjwa ule unasababishwa kutokana na watu kushikana mikono, kwa tukiwa na tabia ya kunawa kwa sabuni tunakwenda kuzuia kabisa magonjwa ya milipuko kama homa ya nyani Mpox, magonjwa kama ya kipindupindu na magonjwa yote ambayo ni water washed au water related disease. Kwa hiyo mimi ninawashukuru sana kwa, kwa, kwa niaba ya uongozi wa mkoa uh, wa mkoa na sisi sasa, kwa sababu wanasema binadamu watu riziki, si tuseme tu tunawakaribisha. Wakati mwingine, na sisi tungependa sana tutakapokuwa hata na local campaign za kwetu basi muwe tayari tutakapowaalika, kwamba hebu mtusaidie kutupa elimu na ujuzi zaidi ili kufanikisha kampeni tuweze kuwafikia kama nilivyosema, wananchi wote wa mkoa wa Kilimanjaro. Basi kwa haya machache, ninawashukuru kwa feedback nzuri. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya, mtu ni afya.